Hello. Leo tupike makaroni pamoja, ni makaroni ya nyama. Hapo ndo nimeweka ya ive nyama, hicu ipo inachemka hivyo. Ndo viungo vengu nitavitumia. Nikaenda kuangalia tena makaroni yangu, naona last time bado kidogo yajaiva. Naona yameshajia kwenye sufuria hapa, bila shaka yatakuwa yameiva. Nikaona ngoja niangalie, nikajaribu testi moja, yamelainika kabisa, yanafaa kuanza mapishi yetu. Ok, hapo nikawa nachuja kuondoa maji yaliyobakia kwenye ayo makaroni. Nachuja kuondoa maji, jamani, nahakikisha yanabaki makavu kabisa, ili upate chakula kilichokuwa kizuri line sana so, hapa tumeanza kupika macaroni yetu. Nimeanza na kuweka mafuta. Unaweza kutumia mafuta yoyote unayoyapenda, natumia tu mafuta ya alizeti. Okay, nimeweka mafuta, nianze kukaanga vitu hapa so, nimeanza kukaanga vitunguu, karoti. Niendelea kukaanga taratibu taratibu mpaka nitakavyoona hapa sasa vinafaa then nikaongezea na hoho kama mnavyoona hapo, niweka na hoho ndio kukaanga. Then mimi napenda kuweka na nyama, kuikaanga na mafuta na vi, viungo kabisa, kwa sababu unapata ladha nzuri sana, nyama inakuwa inaiva vizuri zaidi. So kama una, una viungo vyapo vingine kama unapenda iwe spice, unaweza ukaweka na pilipili manga kidogo imekuwa ni nzuri sana so hapo nimekaanga nyama ni yangu mpaka nilipoona imekuwa tayari kwa ajili ya kuweka nyanya kuweka nyanya so nimekoroga vizuri nimeongeza chumvi japo sikuweza kurekodi nimeongeza chumvi na baadhi ya viungo vingine nzuri kabisa. So, tunafunika ili iweze kuchemka, na muda mzuri wa kuweka ni nyanya hiyo ikiwa imekauka vizuri, isiwe na maji mengi, imekauka na imeiva vizuri, ndio hapo sasa unaweza kuanza kuweka hayo makaroni. So nilikuwa naangalia mpaka hapo, naona imekuwa tayari kwa ajili ya kuweka makaroni yetu. Nimeweka hapo, naanza kuchanganya, naanza kuchanganya taratibu yote ipatia rangi inuke vizuri, na hapo ndo alivyokuwa nyama macaroni. Thank you for watching, don't forget to subscribe. Bye.